Kulikuwa na mbwembwe mbwe za aina yake jana jioni katika kijiji cha Kiaga, eneo bunge la Kirinyaga ya Kati, baada ya mwanamume mwenye umri wa miaka 75, Peter Kimani Mbote kurejea nyumbani kufuatia kuachiliwa kwake huru kutoka gerezani. Kimani, ambaye alikuwa akihudumu kifungo cha miaka 15 katika gereza la Ruiru, ni miongoni mwa wafungwa 57 walioachiliwa wa huru baada ya Rais William Ruto kutekeleza agizo lake la kikatiba la kutoa msamaha. Tazama. Makaribisho ya kishujaa yalimsubiri Peter Kimani Mbote nyumbani kwake na kufikisha kikomo kipindi cha machungu kilichoanza mwaka wa 2016. Kimani alikuwa amehukumiwa kwa unajisi kufuatia shutuma za jirani, shtaka ambalo mara si mosi amelikana. Kaulizwa alikuwa hapa. Akasema walikuwa rafiki na nani? na kijana walikuwa nasoma naye huko sekondari Kiaga, sijui ilipindukaje ikawa ni mimi, lakini yoyote ni ya Mungu kwa sababu waliona vizuri nienda nikafungwa, na nikaenda nikafungwa tu bila. Mungu alikuwa anapanga. Tulikuwa tunasema atakufia huko kwa jela, lakini Mungu akatenda jambo kubwa sana katika familia na katika mboma hii na katika area hii. Kimani alikuwa amehudumu gerezani kwa miaka tisa baada ya kuhukumiwa kifungo cha miaka 15 gerezani. Kimani alikuwa miongoni mwa Wakenya 56 na raia mmoja wa kigeni waliosamehewa na rais William Ruto kwambatana na kipengee cha mia moja na thelathini na tatu cha katiba ya Kenya. Jen Wanjiru ambaye ni dada wa Kimani anasimulia mahangaiko ya familia yake ya kutafuta haki kwa kakake. Nilikuwa nasukumana na hiyo na, na, na kesi nikijua ya kwamba mtoto huyu atafanyiwa DNA ili ukweli upatikane ati ni wa ndugu yangu lakini hakupatikana. Urejeo wa Kimani nyumbani haukuwa tu wa kihisia bali pia wa kihistoria. Mamake ambaye amebugia chumvi, Margaret Mudhoni Mbote, mwenye umri wa miaka mia moja na sita, hakuwa amepoteza matumaini ya kumwona mwanawe wa kiume siku moja <tabu> Mkewe Kimani Wangethi amesema familia ilikuwa imesubiri urejeo wake kwa maombi na subra. Tukasema ni asanti ni huyu mbwana kukunja kuliko mm. mm. tulikuwa na, ma, na maombi na Mungu akatusaidia. Sherehe za aina yake hapa katika kijiji cha Kiaga bado hazijakamilika kwa familia ya Kimani. Kuashiliwa kwake kuna ashiria matumaini, msamaha na ustahimilivu wa familia hiyo. Nimewasamea kwa sababu hata niko na baimbo, kwa sababu nimesoma zaidi na huyo nitampatia moja, na hiyo nilimwambia nitampa na alikubali, na niko nayo hapa. Na hata ndugu yangu nimeumbilia, nikamwambia awasamehe watu wetu wa familia, wafamilia nimewambia awasamee, nikiripotia